Kwani wapendwa, leo shetani hajatukalia? Nenda makazini, shetani ametukalia. Njoo kwenye malezi ya watoto, shetani ametukalia. Nenda majumbani mwetu, shetani ametukalia. Nenda kwenye ndoa zetu, shetani ametukalia. Amekaa kwenye simu, amekaa kwenye TV, amekaa makazini, amekaa mitaani, amekaa vijiweni, mabarabarani, shetani amekaa. Sisi kama wanafunzi wa Yesu leo ni lazima tumwambie Yesu, tupe sili ya kuziishi hizi siku. Give us that secret. Wapendwa, bila kuijua siri hatutatoboa. Mtu anakuja kanisani, ibada inaendelea muda wote yuko Facebook. we have to know the secret. Lazima tuijue siri hizi siku tunazoziishi. Lazima hata mimi na wewe kama wacha Mungu tumwambie Mungu, tunaiomba siri <laughs> let me bring you closer to what I'm going to discuss today Hebu niambie leo, niwasimamishe mabinti hapa Kizota, huenda mjaja wengi, Jumamosi watakuja wengi, niite mabinti ishirini hapa niwape maiki. Wawaambie namna walivyovunjwa moyo, wote tutakimbia hapa. Yaani kuna, kuna binti hapa tunasali naye amedeti na, na mvulana miaka mitatu Alafu mwishoni, kijana anamwambia, nimeipolisikiliza somo la Pasta Mbaga, jinsi ya kuchagua mchumba, nikagundua wewe sio type yangu. Huyo <laughs> binti yumo kanisani, wapendwa. Ni kweli ama si kweli? Haya, jidaini, mmeninyamazia. Niwainue vijana hapa <clears throat> watuambie, wangapi hawana kazi? Watu wana masters watu wana PhD, kazi hawana. Shetani amekaa kila kona. Katika nyakati hizi tunazoziishi, lazima na mimi na nyie leo tuungane, tumwambie Yesu, tufundishe sisi kuomba kama ulivyowafundisha wanafunzi wako. Kipindi cha maombi ya wanafunzi wa Yesu sio kipindi chetu leo. Changamoto za ulimwengu wa leo, mzee wa kanisa, ni lazima na mimi na wewe leo tumwambie Yesu, tunahitaji namna nyingine ya kuomba. We need it today Is pressure everywhere. Ni pressure kila sehemu, makazini pressure. kwenye ndoa pressure. kwenye uchungaji humu pressure. Niwaite wachungaji hapa, mwone wanavyonungunika, hata na mimi ni wemo hapa. Mtuweke mike, mwambie jamani, wachungaji hamna anayewarekodi sasa hapa, kueni free elezeni. <laughs> mwingine atakwambia nilitofautiana na president. nilikuwa nachunga Dodoma Central Nikapelekwa Mufindi kijijini. <laughs> niwaweke wanakwaya hapa hapa, wanakwaya hapa hapa hapa, wajipange wakwambie na wao pressure. Yaani mimi ndio nilikwaga napewa maiki ya sauti ya kwanza, mwalimu wa kwaya akanitongoza nikamkataa, akaninyima maiki. It's pressure everywhere. Pressure kwenye malezi Presha kazini, presha kwenye familia, presha mashuleni, presha makazini, presha. Yuko dada mmoja hapa, alikuwa yuko safi kabisa, amenyoa kisabato. Akapata ajira wizarani, akiingia namna hii asubuhi, anaona wenzake wanatikisa tu nywele, jamani za asubuhi, naye akaona eh, ni mimi tu peke yangu ndio nina kipilipili, naye kabeba nywele. Sio urembo, jamaa yangu, ni presha. Geuke jira lako mwambie pressure. It's pressure everywhere. Cho kwa wazee wa kanisa pressure. Mwaka huu ameniacha tuone kama watatoboa pressure. Huyu naye mzee wa kanisa aliyechaguliwa wanamsema, hawezi naye anajipambanua, mwaka huu tutatembea, anajimwambafai pressure. Spresh everywhere taka niwatie moyo watu wa kizota, ili fungu la leo aliishii kwa wanafunzi wa Yesu. Tunamshukuru Mungu mno, limeletwa leo nami na wewe. Leo tunapofika mwisho wa somo hili, ni lazima tumwambie Yesu achana na